Waziri wa elimu Julius Ogamba amesema kuwa mazungumzo ya kusitisha mgomo katika vyuo vikuu vya umma nchini yanaendelea. Waziri Ogamba ameieleza kamati ya Senate kuhusu elimu kuwa kizungumkuti kikuu ni vipi malipo ya shilingi bilioni 7 na laki 9 yatafikiwa, baada ya serikali kulipa fedha za mkataba wa mwaka wa 2021 hadi 25. Francis Mtanaki ana maelezo kamili. Kwa siku kumi sasa wahadhiri wa vyuo vikuu wameendelea kususia kazi na kusimama kidete kuwa sharti serikali itimize ahadi ya mikataba ya maelewano waliotia saini. Hali hii imewaacha wanafunzi kutaabika wakikosa masomo, wasijue warudi nyumbani au kusalia vyuoni. Strike tupeleki poa, tunakuja class kila asubuhi tunateseka, hakuna walimu kami. Personally naishi huko mbali Yo, distance ya kukuja huku unachoma fea kutembea, alafu nafika, unapata hakuna walimu masomo. Hapa shuleni unavyoona, wanafunzi tuna dhurura dhurura kidogo, Malekcha ra saa wako bana. Serikali ifanye mambo yake ili warejee wale, pia sisi tupate kusoma bana. Waziri wa elimu anasema kuwa serikali imejika kamua na kutoa shilingi bilioni 2.7 ambazo iko tayari kwenye kapu la wahadhiri na kuwa harakati za kutatua mgomo zinaendelea ugamba anasema tume ya SRC imedai kulipa fedha hizo. Hata hivyo, kizungumkuti cha shilingi bilioni 7.9 katika mkataba wa maelewano wa mwaka 2017-2021 kinaendelea. Sisi tuko tayari, akija sasa hivi hivi tutaketi tujadiliane, lakini kikubwa aweze kutulipa pesa zetu kama si hivyo, basi mgomo utaendelea wanafunzi wanaendelea kuumia However, some of the universities are still going on They could be I haven't gotten today's report and yesterday's but it's not all the universities who are on strike. some are going on with learning some are learning hybrid some are online Waziri Ogamba akisema mkataba wa 2025-2029 ungali na masuala tata, akiwataka wahadhiri kurudi kazini huku mazungumzo yakiendelea. Ya Francis Mtalaki Ringa ya yes Citizen.